Na moja ya herufi ara za mheshimiwa rais wetu, ara moja inawasiliana na reconciliation, yaani upatanisho au maridhiano. Napenda kwanza kabisa kumpongeza rais wetu kwa ujasiri wenye gharama za kisiasa pale alipodiriki kuingia katika mchakato huu wa maridhiano. Ni mama jasiri, na mimi sina mashaka juu ya hilo. Upatanisho mahali popote una baraka za Mungu. Upatanisho una baraka za Mungu, na anaye sita au kuvuruga upatanisho anafarakana na Mungu. Napenda kumshukuru sana mheshimiwa rais, kwanza kwa kuniamini na kunishirikisha katika jitihada hizi za maridhiano kupitia hekaru hili. Napenda kumtia moyo na upeleke ujumbe wangu asiache kushughulikia maridhiano katika taifa letu, kwa sababu kuridhiana ndio afya ya taifa.